Uh, Winile, uh, Maloli, uh, hapa, kwa majina Michael Unile nile katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi wa malori Tanzania, tuko hapa mkoani Singida, uh, kwa ajili ya uh, baada ya kupata mwaliko na serikali kwa ajili ya kuja kua uh, kuhudhuria sherehe za Mei Mosi. hapa tunalikwa sisi na wenzetu TADWU kwa hiyo tumefika hapa leo a na, na uh, uh, kwenye kamati ya maandalizi na kikao na Mheshimiwa waziri mkuu kwa ajili ya kuandaa Mheshimiwa rais ambaye atahudumia kesho kwenye kilele. Kwa hiyo tunapenda kuwapongeza wanachama wetu kwa kutuwezesha pahali na mali hatimaye kumweza kufika, tuko ndani ya Singida. Tunawatakia siku njema, asanteni sana zangu madereva e, sisi tuko Singida kwenye shughuli ya Mei Mosi, kilele cha siku Unyani ya wafanyakazi duniani. Tumealikwa na serikali kwa ajili ya kuja kushiriki hili pamoja na vyama vingine vya wafanyakazi na shirikisho la vyama vya wafanyakazi. Kwa hiyo tupo kwa ajili ya kusikiliza kesho mheshimiwa rais ataongea nini. Bado tulikuwa na waziri mkuu kesho, na kilele chenyewe mheshimiwa rais atakuwepo. Tuvute subira, tuone kesho mheshimiwa rais atatuambia nini kwenye Mei Mosi yake kuna jambo zuri ambalo linakuja mbele yetu. Asanteni sana madereva wote na wanachama wa vyama vyetu kwa ushirikiano ambao mmetoa. Shukrani sana.